Karibuni, kama umekuwa ukifuatilia eh, kile ambacho kinaendelea mpaka sasa, kufuatia mtandao wa X lakini pia mtandao wa Instagram, kuna mambo mengi ambayo yameweza kuzuka mjadala mzito kwa Gen Z, ambapo wamekuwa kama vile wote wakishikana mkono kwa kampeni moja tu ya kwenda ku unfollow account na official page ya ukurasa wa kuchapisha habari wa Millard Ayo, ambaye amekuwa akichapisha habari zake kupitia kurasa mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ambapo mbali na hayo yote. Kufuatia hii kampeni ya ambayo imeweza kusema kwamba to unfollow eh, Millard Ayo, ambapo imekuwa ikisambaa sana kupitia ukurasa wa X kwa maana ukurasa wa Twitter, na hivi sasa Millard Ayo ameweza kupoteza zaidi ya wafuasi ama followers laki tatu ndani ya masaa machache tu ya kuhesabu katika siku ya leo. Ukipitia katika ukurasa wa Millard Ayo eh, siku moja nyuma alikuwa na jumla ya wafuasi milioni 15.6, lakini kwa sasa ukifuatilia katika ukurasa wake wa Instagram ana jumla ya wafuasi milioni 15.3 wafuasi laki tatu wameweza kuunfollow. Kampeni hii Imeanza kusambaa sana kufuatia mtandao X, ambao ilikuwa Gen Z wakishikana mkono ku-unfollow. Kisa ambacho kilipelekea mpaka Millard Ayo kukimbiwa na wafuasi wake ambao alikuwa nao zamani ni kisa cha kwamba yeye amebezi katika kuposti siasa za mlengo mmoja bila kutazama mlengo mwingine. Na hii ni baada ya Millard Ayo hivi majuzi tuliweza kuona ameposti moja kati ya habari yake, kupitia ukreso wake na official page yake za mitandao ya kijamii kama X pamoja na Instagram, ambacho alipewa taarifa kutoka huko TCRA ya kufuta maudhui ambayo maudhui hayo aliweza kuchapisha habari ambayo ikimuhusu Askofu Gwajima, ambapo barua hiyo eh, aliweza kuiapa yaagiza kuondoa habari ya Gwajima upande. Imepokea barua kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, ikitaka chombo hiki cha habari kuondoa maudhui yaliyochapishwa Mei 24 mwaka 2025 yakihusisha nukuu na maelezo aliyotoa mbunge wa jimbo la Kawe nchini Tanzania. Barua hiyo ambayo imesainiwa na mkurugenzi wa mamlaka hiyo, Dr. Jabir Bakari, imeeleza kuwa maudhui hayo hayakufuata sheria na kanuni za uandishi kwa sababu ilikos, ilikos, ilikosa mizani inayotakiwa kutokana na, na kubeba taarifa za upande mmoja pekee. Japokuwa mwishoni mwa taarifa hiyo kulikuwa na maelezo ya Ayo TV yaliyoeleza kuwa inaendelea kuzitafuta mamlaka za serikali ili kusikia upande wao juu ya yaliyosemwa na mbunge huyo, TCRA imeeleza Ayo TV iondoe maudhui hayo hadi pale itakapo pata upande wa pili yani, mamlaka za serikali ili kuweka mzani wa habari husika na kuwapa nafasi upande wa serikali au mamlaka husika kutolea ufafanuzi kauli hizo za Askofu Gwejima, kusisitiza kuwa endapo IoTV itapuza na kukaidi kutekeleza maagizo haya ya TCRA, mamlaka haito sita kuchukua hatua zaidi ya kisheria kudhibiti dhidi ya IoTV Kutokana na agizo hili TCRA na masharti ya leseni yetu kutoka kwa mamlaka hiyo, tunawafahamisha wasomaji wetu kuwa endapo hawatoendelea kuyaona maudhui hayo katika mitandao yetu kuanzia leo Mei 31 mwaka 2025 waelewe kuwa ni kutokana na kutii agizo hilo la kutoka kwa mamlaka ya TCRA ina, inayosimamia vyombo vya habari, endapo tunalazimika kuiondoa hadi pale juhudi zetu tulizozianza tangu Mei 24, 2025 za kutafuta mamlaka ya serikali zitakapofanikiwa. Alafu kaweza kuweka hashtag Millard Ayo updates. Hivyo ndivyo alivyoweza kuchapisha ile jarida Millard Ayo mwenye kupitia peji yake ya mtandao wa Instagram. Sasa mbali na hayo yote eh, Gen Z wamekuwa na kampeni ya ku unfollow account ya Milad Ayo. Ukitazama mpaka sasa ina jumla ya wafuasi milioni 15.3 ikiwa ikiwa imewafollow watu 1479. Lakini hivi ndani ya masaa machache tu ya kuhesabu Gen Z ya watu laki tatu ama wafuasi laki tatu wameweza ku unfollow page hii ya Milad Ayo. Hapo katika post ya mwisho waliweza kuposti hii hapa posti, ambapo posti hii, ukisoma katika upande wa Comment section, watu wengi walikuwa wanasema kwamba unfollow Millard Ayo eh, kampeni ikao inaendelea, kwamba Millard Ayo mboy, kiukweli Mange ana ushawishi, ni kupiga thank you bye unfollow. Hivyo ndivyo eh, watu wengi wameanza kumunfollow Millard Ayo, watu wengi wakaanza kusema ile kauli ya no reform no election na vitu kama hivyo, lakini hizo zote ni siasa ambazo zinaendelea na kampeni kufuatia mtandao X, kwa maana ya mtandao eh, wa Twitter zamani ilikuwa inaitwa hivyo, watu wengi wakiwa na kampeni ya kumwunfollow Millard Ayo kwa kuwa anaposti habari za upande mmoja. Sasa ile lizungumzaji swala ambayo kwa sasa limekuwa likiendeshwa sana kwa kasi na ambaye amekuwa akilisimamia ni mwanadada Mange Kimambi, kufuatia peji zake za mtandao wa Instagram ambapo amekuwa akishinikiza. Yep, sasa hivi nimechanganyikiwa nimechanganyikiwa koo, hebu nipeni kama siku, siku moja au mbili nifikirie the way forward. The way forward. Nimechanganyikiwa because sijui cha kufanya. Kumbukeni umbea ndo ajira yangu, yaani umbea ndo umebadilisha ume maisha yangu yani, yani maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya ajira ninayofanya lakini sasa ajira hii hii nayofanya ndio sasa inayo inayotumika sasa kurudisha nyuma harakati zote za kusaidia watanzania kupata haki yao. Naachaje ajira yangu ili nifanye harakati because nime work so hard maisha yangu yote kupata ajira yangu ya ambayo itabadilisha maisha yangu na nimeipata hapa Yani nimeipata ni kwenye sehemu ambayo ni rahisi, lakini sasa hii ajira yangu ndo inafuta harakati zangu zote, yani haisaidii. Yani sasa sijui nafanya nini, sijui nafanya nini. Yaani hamwezi kuelewa ni kiasi gani wamejipanga na matukio makubwa. Yani sijui nawambia nini. Dbs alikuwa kutwa analilia ndoa kutwa anapita kutwa kupita kona zote niyo, e, diamond niyo, e, Diamond ni oe ni nioe Diamond Mary ni mwambieni, yani oe kwenye masteji kwenye maredio akasema isiwe taabu. Ndo siku ya siku yo kambeba mzobe mzobe <coughs> akutaka mtu mwingine akutaka nani, mzobe mzobe mpaka kwa mufu Zile picha pale, ndoa imefuna. Diamond hakusaini chochote, hakuna sio, makaratasi waliosaini hakuna. Yani ndoa ya mkeka, ya mkeka kweli? Sasa what happened, I think watu wa we up niliambieni ile story s. Sasa ugomvi wakuishia pale, three days kabla ya harusi ya Jux, Diamond kamchapa Kinganga talaka hizi kwenye simu, meseji: wewe sio mke wangu tena kuanzia leo. Meseji tatu kamchapa talaka, siku tatu kabla ya harusi ya yaarusi. Mama Dangote amekaa pale, anamsimamia andike message moja moja, Mama Dangote kasimama pembeni, Diamond kaziandika talaka hizi. Mnaambiwa zuchu sasa hivi ana wiki hadi ni analia tu halali ni analia tu. Alafu mnajua